sema mbingu za adui ndani yako, na nasema natoka katika jina la Yesu. Naanza mbingu za adui katika maisha yako yako, nasema toka katika jina la Yesu, mbingu za adui katika maisha yako, mauti walioipanga mazuuwa kumi kwako, maneno aliotamka juu yako ya kwamba hautavuka

Narudisha narudisha narudisha narudisha, pesa zao pesa zao, amani yao amani yao. Ninaamuru ninaamuru baraka zije baraka zije saa ya maisha ya maisha popote popote, nchi nzima nchi nzima mzima